La tadkhulu aljannata hatta tuminu, hamutaingia peponi, nyinyi waumini, hamutaingia katika ufalme wa milele nyinyi waumini. Kwa nini tusingie? hatta tuminu, mpaka muone imani. Kitu cha kwanza, mtakapokuwa na imani, mtakapokuamini, basi hapo mushapata tiketi ya kuingia katika janna, katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Je, imani inapatikana vipi? Mtume endelea: wala tuminu hata tahabu, vilevile hamtoweza kuwa na imani mpaka mpendane. Kwa hiyo imani haipatikani bila ya mahaba. So ukitaka wewe uwe muumini na imani yako, lazima uwe na mahaba kwa muumini mwenzako, lazima uwe na mahaba kwa muislamu mwenzako. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam wasalam katika hadithi hii kabla amalize, akatuonesha kitu ambacho kwamba lau tunakifanya tutakuwa ni wenye kupendana. Tumesema awala adullukum, je nisiwajulishe kitu, je nisiwaambie kitu? Idha fa'altumuhu, mutakapokifanya, iko kitu tahababtum, mutapendana. kwa hiyo mkamwamini na hamwezi kuamini mpaka mupendane. Na je tumesema sema nisiwambie kitu ambacho kwamba mtakapokifanya basi mtakwenda kupendana automatically. Kitu gani? afshu salama baina hum. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam asema kitu ambacho kwamba kitawapelekea kuwapatia mahaba nyinyi waumini ni kusalimiana, kwanza salamu Salamu, kumbe siri yake kubwa inaleta mahaba kati ya waumini. Pale unapomwona Muislamu mwenzako, mkamwambia salamu alaykum, hali yako na, na huku unatabasamu, kumbe inajenga mahaba kati ya nyoyo zetu, inajenga mahaba kati ya roho zetu, afshu salaama bainakum, ni kusalimiana kati yenu baadhi yenu kuwasalimia wengine. Lakini tabia zetu sisi Waislamu wa ulimwengu huu wakati huu wa, wa sasa hivi ni tofauti na ulimwengu wa Mtume Muhammad ni tofauti na ulimwengu wa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zamani wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam au wakati wa, wa, wa, wa, wa masahaba ilikuwa muislamu akimwona muislamu wenzake ametokezea, anajua tutakutana, kila mmoja anang'ang'ania aanze kumsalimia yeye muislamu mwenzake, na iwapo ataacha kukusalimia basi ameacha, kwa sababu Mtume sema, anayeanza kumsalimia muislamu wenzake ana ujira mkubwa. Kwa hivyo, atakuwa amekwachia ili uchukue ghanima nyingi anachoa kwetu sisi leo, umemwona mwislamu wenzako waja kisha na machine utalifanya umuoni kwa lengo akanisalimia huyu, kumbe wa mpima huyu akanisalimia baadaye, mtapishana na pengine mwislamu wenzako mambo kwa kichwa kibao, anafikiria hajalipa school fees, anafikiria hajalipa nyumba, hajafikiria watoto hawajakula haiko akili yake. Sometimes unaweza mwanamtu anatembea na anakuangalia, kumbe hata hakuoni. Anaona si macho sha, inaona ni moyo. Walahum ayunu la yusiruna biha, kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu akisema kuambia watu fulani, walahum ayunu la yusiruna biha, wana macho lakini hawaoni. Kwa nini wana macho sione? Sababu nyoyo hazioni. Kwa hiyo ikiwa moyo una mambo unapika wewe, macho yako hayaoni. Sasa wewe unamkulia tani kadhani salimia huyu. Ukishtuka jamaa amekupita. Akikupita unaenda kumzungumza mbele kwa na fulani, fulani amepita bila kuisalimia. Fulani amepita bila wewe mbona kumsalimia bali imeandikwa wapi yeye akusalimia wewe? Wapi imeandikwa una dalili gani ukoonesha yeye ni lazima kusalimia wewe na wewe mwenye kuitilia? Ni kila mtu anafaa kumsalimia Muislamu mwanzo. Kwa hiyo si masala